Haya, tunayoyaona Bukoba ndo tunatakiwa tuyaona nchi nzima. Sasa nguvu <coughs> kazi ya taifa hili asilimia 55 ni vijana kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Kwa maneno marahisi kabisa, Tanzania hii imeshikiliwa na vijana. Vijana ndio tunaweza tukaamua hatima ya taifa hili itakuwa wapi kesho. Kwa kuona umuhimu huo Mheshimiwa Rais alielezea katika kampeni zake, wakati anazunguka maeneo yote ya nchini, kwamba moja ya vipaumbele alivyo navyo ni kuona kwamba anatengeneza mazingira mazuri ya vijana kuweza kustawi, maalum kabisa katika maeneo ya kithu. Lakini amekuwa akizungumza hadi mojawapo urasimishaji wa shughuli za kijasiriamali, hasa zinazofanywa na wajasiriamali wadogo wa pamoja, na wakati hiki kinachofanyika hapa urasimishaji wenyewe n kwamba vijana wakae katika mfumo rasmi ili iwe rahisi kuweza kuwapatia huduma.